Chaneli yetu leo tutaenda kuangalia mchakato wa uandishi katika lugha ya Kiswahili, ambapo kwa kwanza, ili uwe mwandishi mzuri wa kitabu au makala yoyote ya Kiswahili, kuna hatua ambazo unapaswa kuzifuata au kuzizingatia. Mcha, katika mchakato huu tutaanza na hatua ya kwanza ambayo ni hatua ya awali ya kuandika. Katika hatua ya awali ya kuandika tutahusisha mambo yafuatayo. Kwanza, lazima utambue hoja, unataka kuandika kuhusu jambo gani? Lakini pia lazima uangalie zile dondoo muhimu, kwamba hili jambo unalotaka kuliandika linakuwa linahusu, ndani ya hilo jambo kumekuwa kuna vitu gani utakavyovizungumzia. Kwa mfano unataka kuandika kuhusu elimu ya Tanzania, lakini ndani ya elimu ya Tanzania maanake kuna vitu vya msingi ambavyo utavipitia, utaangalia labda elimu inatolewaje. Hizo ni baadhi tu ya dondoo, au wasomi wa Tanzania hii elimu inawasaidiaje. Lakini pia unaweza kukusanya taarifa kutoka katika vyanzo mbalimbali. Unapokusanya taarifa kutoka katika vyanzo mbalimbali inategemea na mada au hoja yako ya kile ambacho unataka kukiandikia. Kwa hiyo kama mada itakuwa ni kuhusu elimu ya Tanzania, maana yake wadau mbalimbali mbali wa elimu watahusishwa ili waweze kusanya mawazo yao. Lakini hatua itakayofuata ni hatua ya pili, inaitwa mswada. Mswada kwa Kiswahili sanifu au sahihi, mswada ni andiko ambalo sio rasmi kwamba baada ya kuwa umeshakusanya hoja dondo zako unaanza sasa kuandika kutokana na yale mawazo ya watu wengine, kwa hiyo sasa unaanza sasa kutengeneza kitabu chako ambacho unataka kukiandika. Baada ya kuangalia hatua ya pili, tutaangalia hatua ya tatu inaitwa kufanya mapitio kwenye mswada. Baada ya kuwa umeshaandika mswada wako ambao ni andiko lisilo rasmi, maanake utapitia utaangalia wapi kuna mapungufu, wapi uongezee, sehemu yote yenye changamoto, wapi urekebishe. Lakini baada ya kufanya hivyo, hatua ya mwisho kabisa tunasema ni kuhakiki na kuhariri, kwamba baada ya kuwa umesha jiridhisha, umepitia andiko lako, sasa unaenda kuhakiki. Kuhakiki lengo lake ni kuangalia sehemu ambayo itakuwa ina changamoto, na katika kuhakiki utawashirikisha wadau wengine ambao wana uzoefu katika swala hilo, au ambao wako karibu na wewe, ambao walikuwa wanaelewa kile kitu unachokifanya unachokifanya. Kwa mfano umeshaandika andiko lako, ambao ni mswada linahusu elimu ya Tanzania, hivyo basi tunatarajia au tunategemea wale wadau mbalimbali waliopo karibu yako ambao uliwahusisha tangu mwanzo utawapelekea waweze nao kupitia na kuhakiki kile ulichokiandika kama kina usahihi. Kisha baada ya kuwa umeshajiridhisha sasa, tunaenda kuhariri. Kuhariri ndo hatua ambayo ndo ya mwisho kabisa, ili kitabu kiingie sokoni, kwa kwa kwa mchakato mwingine unaofuata, kama kinauzwa au kinafanyaje. Maanake sasa wale watu watakupa msaada watakusaidia. Kuna baadhi ya vitu ambavyo uwezi ukavi- ukavitengeneza ukavi mwenyewe, au uwezi ukavimudu. Kwa hiyo maana yake wanaweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine, kwa kuzingatia hatua zote hizo nne hapo, katika uandishi wa kitabu au makala yoyote. Ukizingatia hatua zote hizo nne hapa, tutasema uandishi au mchakato wa uandishi umekamilika. Kwa hiyo ili uwe mwandishi bora, ni lazima uzifuate hatua hizo. Asanteni, tukutane kipindi kijacho. Usiache kusubscribe channel yetu. Tunawapenda sana.